Haya hapa majina ya wale walioweza kuitwa kazini katika taasisi mbalimbali za umma, na hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe 14 mwezi wa 5 2025 na, na tarehe 26 mwezi wa 8 2025 na, na baadhi ya majina haya pia yamejumuisha waliokuwa kwenye database kwa kada mbalimbali mbali. Baada ya nafasi kupatikana, wamepangiwa kazi wasaili wote wa waliofaulu usaili natakiwa kupakua barua zenu katika akaunti zenu za Ajira Portal, naenda sehemu ya my application, download barua yako pale ili uweze kwenda nayo kuripoti katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa. Hakikisha unaripoti katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa ndani ya muda ulioainishwa katika barua hii, ukiwa na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea. Na kwa wewe ambaye ukufanikiwa kuona jina lako hapa Uh, fahamu ya kuwa haukupata nafasi au haukufaulu usaili, hivyo usisite kuomba tena kwa mara nyingine nafasi zitakapopatikana au nafasi zitakapotangazwa. Uh, hapa kuna bodi ya usajili wa wataalamu wa mipango miji, majina ya walioweza kuitwa ni kama jinsi yanavyoonekana. Chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi Muhimbili, MUHAS, halmashauri ya manispaa ya Kigamboni utaweza kuona hapo watu ambao wameweza kuchaguliwa. Halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, halmashauri ya manispaa ya Temeke, mm, mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania, ofisi ya Waziri Mkuu sera, bunge na uratibu. Utaweza pia kuona wale walioweza kuitwa kazini kwa mwaka huu 2025. Kuweza kupata PDF hii, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha unajiunga na grupu ili uweze kupata PDF hii. Lakini pia kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi ili waweze kupata taarifa hizi. <coughs> Kwa wewe ambaye umechaguliwa na kuitwa kazini Hongera sana na nikutakia kila laheri katika kazi yako mpya ambayo unakwenda kuanza serikalini. Na kwa wewe ambaye hukuchaguliwa, usikate tamaa wala usivunjike moyo. Kila mtu na nafasi yake, nafasi yako bado. Kwa hiyo omba tena kwa mara nyingine nafasi zitakapoweza kutangazwa, na mshukuru Mungu pia lakini pia jipange kwa awamu nyingine. Hakikisha unarekebisha makosa yako au pale ambapo umekosea unaparekebisha. Andaa CV yako vizuri, andika barua yako vizuri, lakini pia jipange na usaili, ili uweze kujibu vizuri kama inavyotakiwa. Asanteni na karibuni. Jina langu ni FEABOY.